Karibu kwenye channel yangu ya YouTube. Na Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo nina post kwenye channel yangu ya YouTube. Mungu endelee kukubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo naposti kwenye channel yangu ya YouTube. Leo tutapata kujifunza mambo mawili ya kufanya Mungu anapo Mungu akikuinua. Mambo mawili ya kufanya Mungu akikuinua. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho yakafanyika baraka kwako. Mafundisho yakafanyika msaada kwako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Na kumbuka ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo nina posti kwenye channel yangu ya YouTube siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa, basi usisahau kusubscribe, na ukisubscribe mafundisho yote ambayo nina posti kwenye channel yangu ya YouTube, utapata na maisha yako hayatabakia jinsi yalivyokuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mambo mawili ya kufanya Mungu akikuinua. Kumbuka Mungu yuko tayari kumfanikisha kila mtu. Mungu yuko tayari kumwinua kila mtu. Na Mungu huyu hana upendeleo. Tunaposoma kwenye kitabu cha waraka wa wa tatu wa Paulo, wa, wa tatu wa Yohana, Yohana anaandika waraka kwa Gayo. Anasema, mpenzi, nataka unapenda ufanikiwe katika mambo yote, kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwamba Mungu anapenda tufanikiwe katika mambo yote. Lakini pia wakati Petro alipomuuliza Yesu kwamba, tumeacha kila kitu tumekufuata wewe, tutapata faida gani? Yesu akamwambia duniani malamia alafu, mwisho uzima wa milele. Kwamba Mungu anataka tuenjoy kuanzia hapa duniani. Sasa ma uchaguzi ni wetu. Unaweza ukaamua kufa kama Lazaro au unaweza ukaamua kufa kama Abraham. Kufa kama Abraham. Uamuzi ni wako. Lakini leo tunajifunza mambo mawili ya kufanya Mungu Mungu Mungu akikuinua, mambo mawili. Mungu yuko tayari tayari kutuinua, Mungu yuko tayari kutufanikisha, lakini kuna wakati mwingine mambo mengine yakikosekana, inawezekana tusi, tusifike kule ambako Mungu anatamani tufike. Tustama tusifike kule ambako Mungu anatamani kufika. Sasa mambo haya mawili ambayo tunakwenda kujifunza ambayo ni muhimu kwa mtu yoyote yule kuyafanya akiinuliwa Mungu akimuinua. Tutayapata kwenye kumbukumbu ya Torati nane kumbukumbu ya Torati nane kumi na moja mpaka kumi na nane, kumi na moja mpaka kumi na nane uh, wakati wana wa Israeli walipokuwa nakaribia sasa kuingia kwenye nchi ya ahadi nchi ambayo Mungu alisema kwamba inatilika maziwa na asali. Musa alianza kuwakumbusha Torati. Musa alianza kuwakumbusha sheria za Mungu kwamba mnapokwenda kule, sheria za Mungu akaanza, sheria za Mungu ambazo aliwapa, aliendelea kuwakumbusha na ndio inaitwa kumbukumbu ya Torati. Ilikuwa ni muda mchache ni ni sehemu fupi ambayo imebaki sasa kuingia kwenye nchi ya ahadi. Kwa Musa akawa anachukua muda wake kuwakumbusha Waisraeli Torati, kuwakumbusha kwa sheria za Mungu. Sasa hiyo kumbukumbu ya Torati nane kumi na moja mpaka kumi na nane ndipo ambapo tunaona hayo mambo mawili ambayo unatakiwa kufanya Mungu akikuinua na kama usipoyafanya haya mambo mawili mafanikio yako ulionayo yatakuwa ya nini? Ya muda tu. Itafika kipindi ambapo yatapotea, na ndio maana tuna watu wengi ambao walikuwa wamefanikiwa, sasa limebaki jina tu, kwamba huyo mtu usimwone hivi, alikuwa tajiri, alikuwa hivi, alikuwa hivi. Sasa nini kimetokea hapa katikati? Yamkini ni kwa sababu ya kutoyajua haya mambo mawili, yamkini ni kwa sababu ya kutoyaisha haya mambo mawili kutoishi mambo mawili. Inawezekana kuwa na sababu zingine, lakini hizi ile hizi zinaweza kuwa ni mojawapo. Kwa Mungu akamwambia, tunaposoma hiyo kumbukumbu ya Torati 8 11 mpaka mpaka mpaka 18, akasema: jihadhari, jihadhari, usije ukamsahau Mungu, usije ukamsahau Bwana Mungu wako. Jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako, Bwana Mungu wako sasa akaendelea kuzungumza kwamba utakapokula na kushiba, utakapojenga nyumba nzuri na kukanda ndani ndani yake, ng'ombe zako zikaongezeka, kondoo zako zikaongezeka, fedha na dhahabu zikaongezeka, usije ukamsahau Bwana Mungu wako, usije ukamsahau Bwana Mungu wako, kwa kutoka kwenye kumbukumbu kumbu ya Torati 8:11 mpaka 18. Tunaliona tale jambo moja, jambo moja ambalo tunatakiwa kulifanya Mungu anapotuinua. Tusimsahau Mungu, tusimsahau Mungu. Kuna watu wangapi ambao walikuwa wanamtafuta Mungu kwa bidii, kuna watu wangapi ambao walikuwa na bidii kwenye ibada, walikuwa na bidii kwenye mambo mengi ya Mungu, walipopata mafanikio wakaacha ibada, wakaacha kila kitu. Sasa wanakumbusha wanaweze kwamba mtakapo fika kwenye ile nchi ya ahadi ambayo inatiririka maziwa na asali mtakapokula na kushiba. Na kwa nini nazungumzie kwamba mtakapokula na kushiba? Maana anajua kwamba mara nyingi mwanadamu akila na kushiba, mara nyingi mwanadamu akiwa na nyumba nzuri, mara nyingi mwanadamu akiwa na, na fedha na dhahabu nyingi, ni rahisi kumsahau Mungu. Na ndiyo maana nasema kwamba jambo moja wapo jambo moja wapo ambalo unatakiwa kufanya Mungu akikuinua, usimsahau Mungu. Endelea kumtafuta Mungu, endelea kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Mafanikio yako yasikufanye wewe ukamsahau Mungu, kuinuliwa kwako kusikufanye wewe ukamwacha Mungu. Anasema jihadhari, usije ukamsahau Bwana Mungu wako utakapokula na kushiba, utakapojenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake ng'ombe zako zitakapoongezeka kondoo zako zitakapoongezeka fedha na dhahabu zitakapoongezeka, Mungu, Mungu, Mungu, usije ukamsahau. Mungu akikuinua usije ukamsahau Mungu. Ndiyo chanzo cha utajiri wetu wa kudumu, utajiri wetu wa kudumu chanzo chake ni Mungu. Utajiri mwingine ambao hauna ambao Mungu hausiki Sio sio wa wa kudumu sio wa kudumu. Mafanikio ya kudumu ni yale ambayo Mungu anahusika, lakini anaendelea kusema, kusema hapo, utakapokuwa umejenga umekula na kushiba, umejenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, ng'ombe zako zimeongezeka, kondoo zako zimeongezeka, fedha zako zimeongezeka, asema hapo, moyo moyo wako usijiinue moyo wako sijiinue. Na kwa nini anasema? Manake kuna uwezekano mkubwa sana mtu akifanikiwa, mtu akiinuliwa moyo wake, mtu akifanikiwa moyo wake ukajiinua. Mungu akikuinua, jambo lingine ambalo unatakiwa kufanya ni kuendelea kunyenyekea. Moyo wako usijiinue, ukasema kwamba ni nguvu zangu, ukasema kwamba ni uwezo wangu, ukasema kwamba ni ujanja wangu, ukasema kwamba ni elimu yangu. Moyo wako usijinue. Na 18 anasema kwamba basi utamkumbuka Mungu. Utamkumbuka Bwana Mungu wako maana yeye ndiye akupae nguvu ya kupata utajiri. Yeye ndiye akupae nguvu ya kupata utajiri. Mafanikio yoyote yale tuliyo nayo tunatakiwa kumtukuza Mungu kwamba Mungu ndio aliyetuwezesha kuwa, kuwa, kuwa na hivi. Mungu ndio aliyetuwezesha kuwa na hivi. Mungu ndio aliyeniwezesha kujenga nyumba nzuri. Mungu ndio aliyeniwezesha kuwa na biashara kubwa. Wewe ndio unayewezesha. Ila mafanikio tuliyo nayo ni vyema tukamkumbuka Mungu, tukamtukuza Mungu, tusijisa mioyo yetu. Kwa jambo la pili ni kunyenyekea. Lakini pia tunaposoma kwenye Petro kwanza, Petro kwanza tano tano mpaka sita, maandiko yanasema kwamba Mungu wapinga, wapinge wenye kiburi bali huapa neema unyenyekevu. Sita anasema kwamba, hiyo Petro kwanza tano sita anasema asinyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, Mungu akakuinua. Endelea kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, endelea kunyenyekea, majivuno yasionekane kwako, kiburi kisitajwe kwako, moyo wako usiinuke ukasema kwamba ni nguvu zangu, ni uwezo wangu, ni elimu yangu, ni ujanja wangu, bali utamkumbuka Mungu maana yeye ndiye atutiaye nguvu ya kupata utajiri. Wakati unapoinuliwa usimsahau Mungu, wakati unapoinuliwa endelea kunyenyekea, endelea kunyenyekea. Kumyeke. Kama ukimsahau Mungu, kama moyo wako kajiinua, kuna uwezekano haya mafanikio unayoona yakapotea yote, alafu taingia kwenye kundi la wale watu kwamba huyo msimuone, huyo alikuwa alikuwa tajiri, alikuwa na mabasi mengi, alikuwa na moja mbili, moja mbili, alikuwa na hoteli nyingi, na wakati huo hauna chochote cha kuonyesha. Hao watu wako wengi, inawezekana walipoinuliwa walipoinuliwa walibabaishwa na mafanikio, mioyo yao ilijiinua, mioyo yao ilijiinua, wakamsahau Mungu, wakaanza hata kuwadharau watu wengine, kwamba watu wengine si kitu, si kitu. Mungu anapokuinua fanya mambo hayo mawili, usiyasahau. Endelea kunyenyekea, moyo wako usijinue, lakini pia usimsahau. Asema usimsahau Mungu. Bali utamkumbuka Mungu. Hiyo kumbukumbu ya Torati nane, kumi na nane. Bali utamkumbuka Mungu maana yeye ndiye atupaye atupa nguvu ya kupata utajiri. Kila kitu ulicho nacho ni mali ya Mungu. Mafanikio uliyonayo ni mali ya Mungu. Fedha ulizonazo ni mali ya Mungu. Mungu ndiyo alipitisha kwa kwako ili ufanyike baraka kwa watu wengine. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Basi usisahau kusubscribe. Ukisubscribe, maisha yako yatabakia ya jinsi ilivyokuwa, ama utaendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye post kwenye channel yangu ya YouTube. Utayapata mafundisho yote, lakini pia maisha yako yatakwenda kubadilika. Washirikishe marafiki zako, comment, like. Katika jina la Yesu, Mungu nakubariki. Mungu akuinue kwa jina la Yesu.